Mwenyekiti wa Jamat lakini, pia nitambua uwepo wa hadhiri wote waliokuja hapa na wazee wote na mashekhe wote na walimu wote ambao tumekuja kina baba pamoja na kina mama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika mimi si msemaji na sithubutu kusema katika hadhara kubwa kama hii ambayo ina wasemaji wakubwa kiasi hichi, isipokuwa nitawahusia tu wenzangu ambao tuko hapa, tuishi katika uislamu wetu huu. Msiba umetokea, kwa hiyo tujue kwamba inna, inna llaha ina lumura tajiri bilmaghadiri. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala amemwambia mtume aseme, Inna al-umura tajri bil maqadir, lakini wana wanawazoni wanasema: man, man lam yamut bisaifi mata bi ghairihi taaddadat al asbab wal maut wahid. Mambo yote yanapita kwa maqadir alivyokadiria Mwenyezi Mungu. Hiyo tukubaliana na hivyo, fikra zisikujie kabisa nyingine zozote, ni makadiri kwisha ndivyo Mungu alivyopanga hivi, ambaye hakubaliani na hilo si Mwislamu. Lakini pia asiyekufa kwa upanga atakufa kwa jambo jingine, umauti ni ule ule mmoja. Kwa hiyo hayo ndiyo yangu, lakini pia tuna masikitiko makubwa sisi kama watu wa wilaya hii ya Ubungo. Mana, manake Sharifu huyu hakuwa shekhi wa kata hakuwa mwenyekiti wa kata hakuwa hakuwa hakuwa, lakini alikuwa ni mwanazuoni tunaoishi naye katika wilaya yetu, ndio sura ya wilaya yetu hii ilikuwa. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa, lakini hatuna cha kusema, ila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mheshimiwa Shekhe, nikupa maiki hii ili uweze kutuusia chochote utakachokiona. Bibi, salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu

kijana wetu, rafiki yetu, mpendo wetu Sharifu Majini almaruf. Msiba wa kuhuzunisha, wa kusikitisha sana, lakini kama alivyosema Asaidu Almutanabi rahimahullah, ambaye amenukuliwa hapa na shekhe wetu wa wilaya Heh, maudilkidebe man lam yamut bisayfi mata bighayrihi tadat lasbabu walmautu wahidun. Taarifa za msiba wa msopa, mimi alinijulisha mheshimiwa Mufti, akaniambia ndugu yako amefariki eh, ndugu yako amepata, amepigwa risasi, amepata tatizo na alipopata tu tatizo jambo la kwanza lilosema mpigieni mpigieni Mufti, na Mufti akapigiwa simu akajulishwa juu ya msiba huu na akanijulisha, na yeye ndiye aliyesaidia ijaraati zote za Muhimbili, maana mazingira yaliyokuwepo yalikuwa ni magumu kidogo lakini hatimaye tumeweza kupata mwili leo na kutolewa na kuoshwa na kadhalika. Hatimaye tunaye hapa mheshimiwa Mufti, anatoa salamu za pole za dhati kabisa, kwanza kwa wahadhiri wote, wahadhiri wote, madai wote ambao wanafanya kazi ya kuhubiri liilai kalimati lhaqi ili kunyanyua jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala juu, wahadhiri wa Kiislamu mbalimbali ambao Msopa alikuwa ni mwenzao sana, anawapa pole sana. Lakini pia anawapa pole familia ya marehemu chifu Msopa kwa msiba huu mkubwa ambao umewatokea. Mimi Msopa kwangu alikuwa ni kijana wangu, ni rafiki yangu, ni mwenzangu pamoja na mwenzake Mwaipopo ambaye pia alinipigia simu katika kuchanganyikiwa. Mwaipopo aliniambia maneno, yani, ni hii ni qadari. Alikuwa haamini, yaani alikuwa naona hapana, iwezekani si qadari hii. Mi nikamwambia, hapana, hii ni qadar alichanganyikiwa kama alivyochanganyikiwa na Umar cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi kwamba akasema, mwenye esema Muhammad amekufa, basi mimi nitakata kichwa chake. Lakini Abubakrin Siddiq alimkumbusha kwamba Muhammad ni mtu kama watu wengine, man kana ya'budu Muhammadan fa inna muhammadan qad mat wman kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Omar akaridhia qadari ya Allah subhanahu wa taala, na akakubali kwamba kweli mtume sallallahu llahu alaihi wasalam amekufa. Nikamwambia Mwaipopo kwamba usishangae hiyo ni qadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini kadari hiyo imewafika wakubwa zaidi kuliko sisi, wachungu zaidi kuliko sisi

walifikwa na mabalaa na madhara mbali, sikwambi mimi na wewe ambao ukamilifu wetu Allah aalam, Mungu anajua zaidi. Lakini hii tujifunze kwamba katika mazingira mazito kama haya kwamba lolote linaweza likatokea na kadri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala inaweza kupita na kwa maisha ya msopa hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi, hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi, kwa sababu siku zote maisha yake yalikuwa fi sabilillah fi sabili sabili dawa ila llah akiwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pia katika nchi yetu ametusaidia sana, katika sala la amani. Amepigania sana amani ya nchi, ametetea sana sala la amani katika nchi yetu ya Tanzania amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana hudhuri hii uwepo wenu nathibitisha kwamba msopa alifanya kazi kubwa la kuleta utengamano katika nchi, kuleta mahusiano mazuri e, ni kijana ambaye kwa hakika tunastahiki kumwombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Lakini aqida ni hii tunayoisema, ndio aqida tunsalima kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala

Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mwenyezi Mungu tu ndiye anayefisha nafsi wakati wa kufa kwake kwa, kwa kaifia aitakayo yeye, kwa namna aitakayo yeye. walati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo hazijafa bado anazifisha katika usingizi wake, kifo kidogo, kwa maana mtu anapolala yutabaru kalmayit bihaythu la yasma' wala yubsir kwa namna ambayo anakuwa hasikii wala haoni. Fayumsiku lati qadha alayha almaut wa yursilu alukhra ila ajalin musamma, na anaziacha huu zingine ziendelee kuishi mpaka ufike muda wake maalum. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, katika haya yaliyotaka, kuna dalili tosha za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ufufua kwa watu wenye kutafakari kwamba tunapolala ni mfano hai, kana kwamba kana kwamba tumekufa, na tunapoamka ni mfano hai kama vile tumefufuka, lakini liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakar. Hadhihi laya tadulu ala ana hunaka alwafatu alkubra wa lwafatu sughra, kwamba kuna kifo kidogo na pia kuna kifo kikubwa. Ikhwani alajilla kwa hakika kuzungumza katika msiba huu tunapata kutokana na mazingira yaliyopo na ni msiba ambao umegonga nyoyo e, za Waislamu wengi e, juu ya kuondokewa na ndugu yao huyu. Kikubwa tuendelee kumwombea Mungu Mungu, lakini pia na mazingatio kwa amini. Ujana wetu hakuna kijana kama Msopa, alikuwa anajua ujana, alikuwa anajipenda, alikuwa ni handsome akivaa unampenda, alikuwa akijitambua, lakini ameondoka. idhan la taaman bishababik, usiuamini ujana wako ukajiona kwamba eh, kwa namna ulivyo basi, wewe umauti utakuchezea mbali? Hapana, usiamini kabisa ujana wako. Tujifunze kwa msiba huu kwamba lmautu yati baghtatan walqabru sunduku lamal la, wakati wowote wa umauti unaweza ukaja kwa hiyo tusijiamini kabisa juu ya ujana wetu, tuendelee kufanya yale ambayo ayapendayo Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia, tujiazo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametua, ili ndio jambo kubwa ambalo tunatakiwa kufanya. Allah aghfir lahu wa warhamhu wa askinhu fil janna. Fa in kana muhsinan fazil fi hasanati, wa in kana musian fatajawaz an sayati. Amin. Allahumma rabbana la tahrimna ajra